Ndoto zangu nataka kuwa accountant, na kwa mazingira ya shule hii tuliojengewa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kuna uhakika wa kufikia malengo yangu. Mheshimiwa Rais ananihamasisha kusoma kwa bidii na kupata hamasa ya yaani, ya kuwa nami mtu mkubwa siku moja, nami na ndoto na hiyo. Shule hii ina usalama zaidi, kwa sababu ni ya wasichana, na pia tunapata malezi bora kutoka kwa walimu wetu. Nafurahi kuwa katika shule hii na namshukuru na Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule nzuri. Mheshimiwa Rais ananipa hamasa ya kusoma kwa bidii kwa sababu ya miundombinu bora ya shule yetu na ambayo inanisababisha kusoma vizuri bila usumbufu wowote. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutufanyia mambo yote mazuri. Mungu ambariki Mama Yuko Kazini.